Kama unataka kubadilisha password ya akaunti yako ya Facebook na umekuwa ukihangaika kwa muda mrefu, jinsi gani utaweza kubadilisha password ya akaunti yako ya Facebook, nikimaanisha normal account na page, njia hii ni rahisi, itakuwezesha kubadilisha password ya ya akaunti yako ya Facebook. Angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili ukapata kujifunza jinsi gani utaweza kubadilisha password kwenye akaunti yako ya Facebook. Baada ya kushika simu yako, moja kwa moja utatafuta file la uh, Facebook. Baada ya kufungua itaonekana kama hivyo. Ukishafungua utaenda chini iliyoandikwa setting and privacy. Umeona, ukishabonyeza setting and privacy, utabonyeza sehemu iliyoandikwa setting, kisha utakuja hivi, utaachana na kuchini, utabonyeza hapo kwenye account center. Hapo utabonyeza, utasubiri kwa sekunde kadhaa. Hapo umeona. Baada ya hapo, utabonyeza pale kwenye password and security, kisha utabonyeza hapo juu kabisa, pingine kote chana hapo palipoandikwa changing password. Kisha utaenda kwenye akaunti yako ya Facebook. Hapo utaweka current password, kisha utaweka new password, uta retype new password yani. Kwenye current utaweka password yako ile ya zamani, kisha kwenye new utaweka password yako mpya, afu kwenye renew ile Mika kwenye new, na hivyo ndio jinsi utakavyoweza kubadilisha password ya akaunti yako ya Facebook. Kama mara ya kwanza kutazama video hii kwenye akaunti yetu hii ya Rajabsynic, usahau kunifollow kwa kubonyeza alama jumlisha ili ili unifollow, usahau kulike, comment na share. Hapo utametisha sana utapata ma tips na ma update mbalimbali kuhusu teknolojia. Jina langu ni Rajabsynic.